kuuliza swali moja tu kwa kwa nini watu wengi hutumia dawa bila ushauri wa daktari na kwenda moja kwa moja pharmacy wanapougua? Kwa nini watu wengi hutumia dawa bila ushauri wa daktari na kwenda moja kwa moja pharmacy wanapougua? Unaweza kututumia maoni yako wewe hapo, aidha y ya, kupitia voice note, au kwa kupiga simu au kwa kutuma message na kwenda au kutuma kwenda 0742111777 0742111777. Mimi naitwa Barbara Hassan, mimi naitwa Evans Bugugu, na hapa studio tuko wenyewe hmm. Tuna wajina hapa, na yeye ni mfamasia anaitwa Evans <laughs> We, mambaka, <laughs> Hi. Evans, no, I habari, naitwa Herast Evans wewe ni mfamasia? Ndiyo, ndi? Kwa mtu asiyemfahamu vizuri mfamasia ni kazi yake ni nini? Fanasia na, na qualifications zake ni nini? Okay. Asante napoongelea mfa, mfamasia tunaongelea ni mtaalamu wa dawa. Tunapoongelea mtaalamu wa dawa ni mtu anayehusika na, na dawa. Mtu anayehusika na dawa kabla dawa haijafika pale dawa inapofika na baada ya dawa inapofika kumpatia mgonjwa mpaka anapotumia dawa anapona, sabu aishi tu kwamba anadili na dawa, kwamba anakupatia pale dirishani, kwamba nenda katumie, kwa maelezo kwa haya hapa, anakupatia mpaka pale unapoenda kutumia. Sababu baadhi ya dawa zina maudhi madogo madogo, ambao wanaita kwamba ni side effect kwao, lazima mfamasia pia angalie pia, pia vile vitu, kwamba hii dawa inaendana na wewe Kwayo, mfamasia anahakikisha kwamba paka baada ya kupewa dawa anakuwa ana, ana, ana anafanya uangalizi. Ngoja kwanza samani hivi okay. kwa Kiswahili side effects ni ma maudhi, yes, madogo madogo yes, yeah. moja hapo eh eh kapata neno yani, hey, yani unaoa yeah. unapata uh, mke alafu ana maudhi tunaongeza na kuhusiana na issue ya usugu. <tabu> Oh, kidogo tu huko kwa famasi. Na hawa famasi wamegawanyika. Okay. Yeah. So, na, na, yes, kidogo yes. Kuna waliosoma astashahada ya famasi ambao wanaitwa assistant pharmaceutical technician. Kuna waliosoma astashahada ya famasi wanaitwa pharmaceutical technician, na kuna waliosoma shahada ya famasi hawa wanaitwa famasisti. Sasa hawa wote kunaneso miaka miwili miaka mitatu na miaka minne, kwa akimaliza ili aweze kupractice lazima atapata, atapewa leseni ya kuweza kupractice. Haitoshi tu kwamba umesoma umemaliza upractice kama mfamasia. ukisha ukishasoma ukamaliza, kuna baraza letu ambazo naitwa baraza la famasi mm -hmm. ambao kazi yake baraza hii inasimamia taaluma na wanataaluma. Sasa ukishamaliza wanda kupatia mtihani kukupima, je, unatosha kweli kutoa huduma za kifamasia kwenye jamii. Kwa hiyo huyo ndio mfamasia. Asante, nashukuru sana, umeidaravua ume vizuri sana na mfamasia huyo. Mtu ambaye anaruhusiwa kumchoma mtu sindano ni pharmacist, wote wanaruhusiwa au si wote? Hapana, mfamasia aruhusiwi kuchoma sindano, labda mtu mm -hmm. hamis... mfamasia yoyote aruhusiwi kuchoma sindano okay. Eiza wewe unajua au haujui? Sheria miongozo yetu haimruhusu mfamasia kuchoma sindano. Sisi ni mtaalamu wa dawa tu. Okay, kwa zile pharmacies zile ambazo wamejiongeza tusema yes, kusema kwamba e, wanauza dawa sawa, lakini kwenye chumba cha nyuma pale kuna huduma za ziada zinatolewa. Yaani ni kama dispensary, lakini si dispensary. Hiyo inaruhusiwa? Hapana, hiyo hairuhusiwi kisheria na ni makosa makubwa sana. Kwa hiyo natakiwa hmm, watambue kwamba ukiona hali kama hiyo hapo natakiwa utoe ripoti. Pharmacy hairuhusiwi kufanya vipimo vyovyote, pharmacy hairuhusiwi kuchoma sindano pia. Kwa hiyo pharmacy sisi tunahusika tu kutoa dawa. Ile sehemu ya pembeni pale imetoa pale pharmacy unavyo pale, kuna dawa za aina mbili zimegawanyika. Kuna prescription only medicine ambazo hizi ni dawa ambazo zinatolewa kwa ajili ya cheti tu mm, na ambazo ndo zinakuwa kule nyuma, kama ushaangalia kule nyuma na kuna ah, yes. Kwa hiyo sio sio haziwekwi tu ovyo ovyo, hizo dawa zinahitaji cheti na ndo maana zinawekwa kule nyuma. Kwa hiyo hizo dawa zinahitaji zitolewe kwa cheti cha daktari tu, unazia kule nyuma, kwa maana kwamba unavyotazama pharmacy yes. Kuna hiyo kuna kile kichumba cha kule ndani eh. Yeah. Ambacho uh, ulikuwa ndo unauliza kwamba labda ndo kazi yake kuchomea sindano. Kwa hiyo ndio sheria ya mfumo wa pharmacy zimegawanywe yes na pale mbele zinakaa over the counter medicine, OTC. Sasa yes, ambazo hizo over the counter medicine zile dawa ambazo zenyewe hazihitaji cheti cha daktari, labda unaumwa unaumwa kichwa pale kwao utaenda pale, hizo hazihitaji cheti cha daktari. Sasa tunaongea kuhusu usugu wa dawa, yani dawa hazifanyi kazi kama ilivyo awali uh, kutokana na watu ku, ku, ku, kutumia dawa bila kutumia prescription, kutumia dawa kwa mazoea ambayo hii hapa ni kutokana na ripoti uh, ambayo ilitoka mwaka huu hapa. Kwa hiyo WHO, shirika la afya duniani, wakaonya juu ya ongezeko kubwa la usugu wa dawa za antibiotic uh, duniani na uh, Profesa Mohamed Janabi ambaye ni mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika akasema kuwa kama hatua hazitachukuliwa, kufikia mwaka 2030, usugu wa dawa unaweza kusababisha vifo zaidi ya milioni kumi kila mwaka duniani. Kwa hiyo akaomba kuwa au akataka kuwa mataifa kuongeza elimu na ufuatiliaji na matumizi sahihi ya dawa ili kudhibiti tatizo hili linalokuwa kwa kasi sana. Anasema kabisa imeongezeka by eh, 40% eh, mm. kuanzia 2018 hadi 2023. Yes, naomba kwanza kidogo ni kusaisha hapa kidogo mm. Sio usugu wa dawa, ni usugu wa vimelea unaosababishwa na matumizi olela ya dawa. Sasa hii hapa inanisaidia mimi pamoja na waandishi wa habari wengine especially wa magazeti kwa sababu ndo tuko. Inaitwaje? Ni usugu wa vimelea vinavyosababishwa na matumizi olela ya dawa, ila sio usugu wa dawa. Ndio maana unaona wakaikatisha. Yeye akachukua huku na huku manastuiza. Dawa dawasugu da <laughs> usugu wa dawa. Kumbe ni usugu wa vimelea vinavyosababishwa, yes, na matumizi olela ya dawa, okay. Yeah. Hii kweli ni tatizo ambalo sasa hivi ni tatizo kubwa sana kwenye jamii yetu kutokana na tatizo ya, yes, kwa mfano kuna baadhi ya dawa pombe kitu kinachofanya kwenye mwili na inazalisha kemikali ambayo inaitwa acetaldehyde ambayo ni sumu ndani ya mwili, kwa hiyo inapozalisha hiyo sumu ndani ya mwili mwili unatakiwa uivunjevunje uweze kuitoa nje ya mwili. Kwa hiyo kuna baadhi ya dawa kwa mfano metronidazo, ambazo zenyewe zinaenda kuzuia ile sumu isitoke mm, ndani ya mwili kwa hiyo, zuia ile sumu isitoke ndani ya mwili inaenda kusababisha mtu inaweza kumpekea mpaka kifo. So, mtu akiwa kwenye dozi mara nyingi damshauri aache pombe. Kuna baadhi ya watu anaweza akakupigia simu mm, aisee, nina, nina dozi hapa, ninywe sangapi? Mi nacho mshauri mtu, kama una dozi, bora wache pombe, na ukimaliza dozi yako atisi, utakuwa epite masaa sabini na mbili ambazo ni siku tatu, ndo uende ndo uendelee na pombe, kwa sababu ndo dawa itakomesha ndani ya mwili. Jamani, teknolojia inakuja na msaada wake mkubwa sana kwamba taarifa tunapata nyingi sana mafunzo ni mengi sana lakini, wakati mwingine mafunzo hayo yanafanya ujiamini wewe, unahisi wewe ni daktari kuliko daktari mwenyewe aliyesomea. Sasa inatokea changamoto pale. Kwa hiyo, Evans, ni mfamasia yuko hapa na mimi hapa. Mimi naitwa Evans Bukuku na yeye anaitwa Evans pia. Eh, ase ndugu yangu. yes sir. watu wanaokuja pale wanasema AI nasema nifanye hivi, au kuna application imeniambia hivi au Google imesema dalili zangu zinaenda sambamba na hili hapo, wa nipe dawa hii Tek, uh, teknolojia ina changamoto gani katika sekta yako wewe ya ufamasia? Okay, ufarmasiak uh, development ya teknolojia ina faida zake, japo imekuja kidogo, na ina baadhi ya changamoto zake kwenye kwenye yetu sisi ya afya, ambapo kuna baadhi ya wagonjwa anaweza akaja ana Google ugonjwa ugonjwa huu unatakiwa nitumie dawa hii mm -hmm. Lakini ukifuatilia hata labda zile app ambazo zina zinakupa maelekezo zinakuwa zinakupatia option kwamba tumia tumia Aza hii au Aza hii hapa. Kwa hiyo mimi nachowashauri watu wasiamini application kwenye kufanya matibabu, maana hapo ni sasa sana unafanya majaribio kwenye mwili wako mm. Na ndio maana sisi watu wa afya huwa tuna Open University. Open University ipo kwenye kozi nyingine, mtu anaweza akaamua akasoma uko nyumbani, lakini sisi kwetu hatuna kozi za Open University. Sisi tunakuwa kwenye field pale, tuna practice pale pale, tunafanya pale kwa vitendo. Kwa hiyo nawashauri watu wafanye vipimo haya, umesikia hapo jamani? Yaani unajua hata daktari atakuwa na uwezo huo, anaweza akahisi kitu akaona kitu akashauri kitu, lakini yeye hapati uhakika vip, mpaka vipimo Vifanyike, vifanyike. Kwa hiyo naomba tusiamini tu hizi tu simu zetu, ingawa vina vitu vingi vizuri sana. Saa zingine kuna ukweli mule ndani, lakini unathibitisha vipi kama kweli hizo taarifa ni sahihi kwako wewe? Yes. Na pia ukiachana na antibiotic kuna grupu lingine ambalo pia lina changamoto kwa wakina mama, kuna hizi dawa za uzazi wa mpango. Imekuwa pia ni changamoto especially matumizi holela ya P2 ambao ni janga moja kubwa pia kwenye jamii yetu, ambapo baadhi ya wakinamama yetu wanatumia pitu bila kupata ushauri ambayo kuja imeleta shida kubwasio akinamama wanawakekinmama nmmeshjfunguana watotowanawakekudtoae kwa sababu ile I, ile, ile pitu kiangalia ile pitu ina, ina, ina kitu kinaitwa levonogestro ambayo yenyewe ni omoni ile ni omoni ya kutengenezwa ambayo imetengenezwa, inafanana na ile omoni ambayo ni natural ipo ndani ya mwili wa mwanamke ambayo inaitwa progesterone. Kwa hiyo ile omoni imetengenezwa ipo ndani ya pitu, imetengenezwa ni kopi ya kile kitu, kwa ile inavyoingia ndani ya mwili inafanana kama ile ile homoni ya mwanamke ambayo yenyewe kazi yake inazuia ovulation kwa hiyo anapokuwa ah, anatumia ile dawa pale inaenda kuzuia nini, ovulation inaenda kublock kwamba nani, mbegu ya kiume isikutane na ya kike, mm, kwa ajili ya kutengeleza mtoto. Kwa nakuta watu wanatumia uvyovyo bila kufata ushauri, mwisho wa siku wanakuja kupata shida ya hormone imbalance, ambapo nakuta labda mtu alikuwa kwenye siku zake za kawaida zinapitiliza ya kuingia siku tano anaenda paka siku saba, mwingine hukuta. Mm, analuka na ukishapata shida hormone imbalance, mara nyingi kuja kupata mtoto ni changamoto, zinachoropoka. Yes, na, mm, changamoto. Ah, yes, zinachoropoka. na mtu nakuta anatumia zile kupitiliza in excess, anatumia labda anatumia kila wiki mara tano, na hilo nitakuwa kama pipi. Yes, kama pipi. Wakati unatakiwa at least? At least, kwa mwezi mara mbili na hizi njia mara nyingi za uzazi wa mpango zimewekwa kwa ana ndoa hii inaitwa ni emergency contraceptive. Imagine mwanaume akitumia P2 inakuwaje? 92.5 Mjini FM, Stone Town. Jitibia au wanaita self medication, kwamba mtu anapokuwa anasikia tu labda kichwa kinauma anaenda labda pharmacy anataka dawa fulani anakuja, nakwambia labda ninaumwa UTI. Lakini ukiangalia haya magonjwa dalili huwa zinafanana, unaweza ukahisi kwamba labda nina UTI, kumbe sio UTI, labda una typhoid, labda sio typhoid, una malaria. Pia kuna baadhi ya watu ku kushare dawa, tabia watu kushare dawa eh, yes. Kwa hiyo kushare dawa ikoje? Ya labda wewe unaweza ukawa una dawa zako ulitumia kujitibia ukumaliza zile dawa mm. Baada ya kumaliza, una ndugu yako kule nyumbani, naye akawa na hali kama ile ile ya kwako, yani dalili. Yes, ana dalili kama ya kwako. Mnaweza mkao mna dalili sawa, lakini ugonjwa tofauti. Pia mnaweza mkao mna ugonjwa sawa, lakini sio kwamba wote mtatumia dawa ile ile, inategemea na hata ile ile the same UTI. Da dawa mtapewa tofauti. Sasa unakuta mtu kwamba ana dawa zake alitumia akumaliza zile dawa baada ya kutokumaliza zile dawa, mwingine nay anakuja anachukua zile dawa zake anatumia zile ana dawa. Yes, ana anaendeleza zile dawa. Kwa hiyo kwanza yule hakumaliza dozi. Yes, bila shaka ndio maana yeah. Dawa zimebaki yeah. na huyu mwingine anaanza kupata nafuu tu akaacha, eh, kupata nafuu akaacha, na huyu mwingine kaendeleza pale pale yeah. Itakuwa ni hiyo hiyo eti wewe unachoumwa na mimi ni hicho hicho vile vile, mmoja kati ya vitu ambavyo vinasababisha Yeah, anti microbial mm, resistance mm, sawa yes, <mikibu> jamani, uh so, umesikia hapo, yani mazoea hii nt mazoea hii yeah, lakini, yeah. Lakini pharmacy nao wengine unajua mi hapa niko kidogo upande wa kwa ajili ya mazungumzo haya niko upande wa wa watu wa kawaida yes. Kwamba unajua kuzungushwa katika hospitali zetu hizi kupo sana yes. Kusubiri na kupoteza muda kupo sana pia naipata yeah. Yeah. lakini gharama pia huwa ni kubwa Unaona? Lakini unakwambia gharama ya maisha <laughs> hayana ni kubwa kuliko. Unapata ukikosea na vime vime vime, eh, vime nini? Vikazidi kuongezeka, bakteria, okay, zizidi kuongezeka, inaweza kuelezea hatari kubwa zaidi kwako kwa wewe. Huoni kwamba yani watu uh, changamoto hizo zinaweza sababisha watu wengi wa wa wa, wapiti tu pharmacy. Huduma nzuri iko karibu, faster faster, gharama ndogo, umemaliza kazi. Okay. Asante kwa swali. Kwanza, kwanza utakuelewa kwamba zile gharama za kupata ule usugu mm, ni, ni gharama kubwa sana kuliko kwenda hospitali na ukasubiria. Kwa sababu gani? Unapopata usugu moja hasa asalia, unapopata usugu ile dawa ambayo ilikuwa inakutibia awali haiwezi ikakutibu. Nitakupatia mfano. Mfano kama una mtu ana UTI. Zamani ilikuwa mtu akiwa na UTI tunaweza kuitibu kwa amoxicillin lakini yes, adhiia wa we, we. yes, watu wengi ukwa, ime fail. Sasa ili uweze kutibu amoxicillin kuna dawa ambayo inaitwa amoxiclav clavulanic acid lakini ukikompea vile vitu zile bei ni tofauti. Kwa mfano bei ni shilingi 3000, dozi amoxiclav ni shilingi 1400, yes, dozi Unaona tofauti ya hizo, yes, gharama, yes, mm, hapo. Pia inaongeza muda wa matibabu unavyokuwa unafanya una tukuna... <coughs> inaongeza muda wa matibabu mm -hmm. Ambapo labda labda, labda ungetumia ungetibiwa siku tatu inaongeza muda ambao inakupotezea muda mm -hmm. Kwa hiyo gharama za, za kwenda hospitali mapema ni, ni, ni vizuri zaidi kuliko kusubiria ukapata hiyo shida ya baadaye. Na swali kwa niaba ya wakaa kwenye viti virefu, yani hapa tunaongea kuhusiana nimekataa, nimekata yani, utakuja kutujibu baadaye okay. <laughs> Unatakiwa kusubiri muda gani baada ya dozi ya dawa kabla kurudi kunywa pombe ah, okay, baadae baadae baadae. Ah sawa, lazima wewe aweke tu hiyo swali huko ndani. Jamaa, sisi tunapita magazeti, nimetumiwa message huko. Vizuri sana wameuliza. Ala, eh, sasa vizuri sana ameuliza kweli. Alafu Dr Ben anasema keyword maudhi madogo madogo. <laughs> 92.5 Mjini FM Forodhani, inasikiliza mtu anaona tabu sana kuiagiza famasi kwako, alafu anamumunya munya maneno. Mimi mgonjwa nakuja kwako. Alafu nataka dawa, lakini nasubiri mpaka wengine wote watoke pale pharmacy. Foleni, yani, pharmacy, dawa kama mtu anajua ni unaumwa nini, ndiyo. Si ndiyo? -ni so, kwa kwa mtu akiagiza dawa pharmacy kwako wewe wewe hadi watoke wote ah, okay. Eh, kitu kama ah, tu tumbele za watu a yeah, sasa. Sasa kwa mfano pharmacist pale, mgonjwa akija kwanza unamsoma, una kuna mgonjwa akija, tunaona kwamba huyu hapa shida yake ni asili, kwa hiyo utakachofanya, labda kama kuna mtu unaweza ukamwambia a asubiri au kamvuta pembeni ninongoneze pembeli. Akuambia kwa ajili ya ile ile confidential, mm. Yeah. Biscuit <laughs> biscuit tangazo zamani, ajiliyale ealais Hey. Okay. hujui tangazo za zamani. Musawa, kuagiza mambo mengine, twenzetu jamani. As tumekaa na farmasia hapa Evans, asante sana, shukrani sana kwa kuja. Bahati mbaya, jamani, sisi mbili tuondoke. Yeah. Shukrani sana uh, kwako wewe hapo. Asante kwa Superdome ambao ni wadau wa wetu wakubwa sana mm. Eh, wako hapo Haile Selassie Road, kila kitu kwa ajili ya kufanya event yako. Tena kuna special offer hii hapa Oktoba hii, kama kuna kitu ambacho unataka kufanya haraka hapa Eh, basi fanya chapu upate discount ya maana kwa sababu wapo. Good morning to you, Big City Breakfast on 92.5 Mjini FM, kutu ni kwako, assalamu alaikum. Tumeongea sana kuhusiana na, na kuokoa pesa na muda eh, kinachofanya mtu labda ajaribu kuenda kwenye pharmacy, badala ya kuenda hospitalini apate kabisa cheti kutoka kwa daktari kwamba tumia dawa hizi hapa kwa ajili ya kupona kwako, baada kufanya vipimo. Sasa, wanakuambia kuna, kuna gharama yake pia. Gharama ni kwamba wewe utaanza kutumia dawa nyingine ambayo itakuwa ni gharama zaidi, utapoteza muda zaidi kutokuwa na kazi, kwa kwa sababu inakuumwa. Kwa hiyo unapoteza pesa pia, lakini kingine ki, ni kwamba inawezekana usipate dawa kabisa eh. Ilitukia ile ya TB eh? kuna antimicrobial resistant ile, ile, u, u, u, matibabu ya TB dawa zake zikaanza kutofanya kazi si ndio? Si ndio tangu usikie kwenye microphone. Eh, sasa gharama kwa mtu inayomkabidhi pale ni gharama kubwa kiasi gani? Achana na TB peke yake, hata magonjwa mengine uh, gharama inakuwa kubwa kwa mwongozo wa matibabu. Mwongozo wa matibabu huwa una kuna kitu kinaitwa kwamba line of treatment. Mm. Kuna first line, kuna second line na third line. Kwa hiyo mtu anapoanza matibabu huwa anaanza na ile first line ambapo mara nyingi ile first line inakuwa ni affordable na inakuwa ni very cheap. Kwa unavyokuwa unatoka first line, kama ume fail kutoka first line, ukaenda second line, gharama inakuwa inaongezeka. Mm -hmm. Kwa nyingi second line inakuwa ni very expensive. Inakuwa na inakuwa upatikanaji wake sio rahisi. Mhm. Mm, kuona antibiotic resistance hivyo kunatokea, inabidi sasa utoke ile first line uende ile second line. Mhm. Mm ambapo utakuwa unajikuta umetumia gharama kubwa kwa ajili ya matibabu. Ni third line unavyokuwa unazidi kuendelea ndio, no, zinaongezeka zinaongezeka zaidi. Asante, unasikia like. Lazima ufanye sio, operation ya yeah. Kubadili sio na nini, yes, si ndio, ndio. Jamani, kuna gharama ya kutosikiliza ushauri wa daktari. Kumbuka ma, ma, ma, tang, matangazo ya dawa, kumbuka nakwambia, maumivu kizidi muone daktari, si uende pharmacy <laughs> kweli, maumivu yakizidi muone daktari, usimtafute tu pharmacy. Pharmacy kama daktari, wanafaa vile vile, wanauza dawa Mule, mule wanatabasamu. Afu ukiingia pharmacy ni kama vile wewe umeingia chumba cha daktari. Chumba sio cha daktari hicho. Hicho ni pharmacy, ni duka la dawa tu. Lakini yule ambaye atakusoma vizuri kwamba, mm, ngoja kwanza. Hebu chukua kipimo fulani. I say kweli bwana umenisaidia. Na wanaokoa maisha by the way. Wanaokoa maisha. Kwa hiyo naomba tafadhali tuache kuchukua njia za mkato, tufuate ushauri wa madaktari na maumivu yakizidi, muone daktari na, no. Na? No? Na kuna swali dada Babla iliacha ni ah, eh. <laughs> <laughs> moja ya swali ambalo watu wengi wanauliza sana kuhusu suala ah, yeah, la kutumia pombe na dawa <laughs> kabla tukianza, kwanza, pombe inafanya nini kwenye dawa? Pombe inaenda kuzuia dawa isifanye kazi, okay, japo kuna baadhi ya dawa kuna ukitumia pamoja na pombe